Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Kwa mujibu wa uongozi wa Tume ya Afrika, kitengo cha kupambana na malaria, bara Afrika inahitaji dola bilioni 5.8 kukabiliana na malaria katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026, wakati huu ufadhili wa mipango ya kupambana na malaria ukiwa umepungua mno na Afrika likikumbwa na tishio lingine la ufadhili kufuatia hatua ya hivi punde ya Marekani kusitisha misaada kwa nchi za kigeni. Je, Afrika ifanye nini kuishinda changamoto hii kuelekea kutamatika kwa makataa ya Afrika kumaliza malaria kufikia mwaka 2030? Ndilo swala tunaloangazia kwenye makala ya Siha Njema wiki hii. Ripoti ya hivi karibuni iliyowasilishwa katika kikao cha 38 cha Umoja wa Afrika na muungano wa nchi za AU wa kupambana na malaria, Africa Malaria Alliance, ALMA, imesema Afrika inaweza kuongeza mapato ya kitaifa ya dola bilioni 127 ikiwa itafanikiwa kutokomeza malaria kufikia mwaka 2030. Ni habari nzuri, lakini hata hivyo, AU inakiri kuwa mapambano dhidi ya malaria yameanza kurudi nyuma kutokana na uhaba wa fedha kufadhili mipango ya malaria. Ni kutokana na hatari hii, Rais wa Botswana ambaye amechaguliwa kuongoza kampeni ya kupambana na malaria barani Afrika, Duma Boko, amezitaka serikali za Afrika kuchangia fedha kujaza pengo la ufadhili ambao umetokana na Marekani kutangaza kusitisha misaada kwa nchi za kigeni. Uamuzi has... wa hivi karibuni wa Marekani kusitisha ufadhili, si siri kwamba wametupata pabaya, hasa ikikumbukwa hatukuwa na muda wa kujipanga kuhusu vifaa vya dharura. Na hii ina maana kuwa kutakuwa na ucheleweshaji wa vifaa na dawa. Kupata ufadhili mbadala ya kujaza pengo hili ni muhimu. Mataifa ya Afrika sharti kukubali changamoto hii kwa haraka, kwa kugharamia mapambano ya malaria, kwa mfano kutoa fedha kwenye hazina ya dharura na kuongeza bajeti zao kwa afya. Joy Bumafi, mkurugenzi mkuu wa ALMA, anasema kando na ufadhili, kuna haja pia ya viongozi wa Afrika kulitazama suala hili kama la kisiasa takwimu zinatia hofu ila kuna matumaini you know, wajua silaha yetu ya siri katika kupambana na malaria imekuwa ni marais wa nchi, kwa sababu tunachokiona ni kuwa rais akijitolea kuchukua hatua hitajika, huwa tunaona maambukizo ya malaria yanashuka. Tunahitaji utashi wa kisiasa. Na maswala gani mengine ambayo yanarudisha nyuma harakati za kupambana na malaria? Nilizungumza na mkurugenzi wa Alma of Ofisi za Tanzania kuhusu changamoto hizo na nini kifanyike. Mimi naitwa Dr. Abraham Mzava ni mkurugenzi wa Alma ofisi za Tanzania, lakini mshauri um, mwandamizi kwa masuala ya malaria kwa wakuu wa nchi za Afrika. Tumepata changamoto nyingi sana hadi kufikia hapo. Tulipata maendeleo mazuri kati ya elfu mbili na kumi kufikia elfu mbili na ishirini lakini ilipofika elfu mbili na ishirini hali ya malaria katika nchi mbalimbali mbali za Afrika imesimama, hakuna maendeleo yaliyoonekana licha ya juhudi mbalimbali ambazo zimefanyika. Sababu zilizochangia uh, uh, kusimama kwa maendeleo ya malaria katika bara la Afrika ni nyingi. Baadhi yake ni masuala yanayo husiana na upungufu wa rasilimali fedha hasa rasilimali fedha katika kutekeleza uh, ile mikakati ambayo imejitengenezea katika kutokomeza malaria. Hiyo ni sababu moja wapo, na nikiri kwamba katika nchi nyingi za Afrika uh, asilimia, karibu asilimia 47 ya bajeti walioiweka kutekeleza ile mikakati yao haijafikiwa. Kwa hiyo kuna, kuna pengo kubwa la asilimia 47. Uh, hiyo ni sababu moja. Sababu ya pili ni matatizo yanayohusiana na usugu kwa, kwa mbu wanaoeneza malaria, lakini pia katika vile vimelea vya malaria uh, ya tatu ni mabadiliko ya tabia nchi kwenye nchi mbalimbali. Kuongezeka kwa joto au mvua zinasababisha pia malaria kuongezeka. Kuongezeka nyingine, of course tunaelewa changamoto ya matatizo ya wakimbizi kwenye nchi mbalimbali. Kumekuwa hakuna amani kwenye baadhi ya nchi, ile imechangia pia ku, kuongezeka kwa, kwa malaria, lakini nikiri kwamba kuna eneo moja mtangazaji, uh, labda niseme kwamba ambalo ni, ni, ni kipaumbele kwa ALMA lakini bado hatujafanikiwa kufanya kama ambavyo tungetamani hili ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza bidhaa hizi za kupambana na malaria hapa Afrika. Tumepata somo zuri wakati wa COVID 19, kiasi kwamba ucheleweshaji wa bidhaa zile kufikia maeneo ya husika kumefanya sisi kama ALMA tufanye kazi na wadau wengine kuhakikisha kwamba hizi bidhaa muhimu za malaria zinatengenezwa hapa Afrika. Mojawapo ni utengenezaji wa viandarua ambavyo vina dawa zaidi ya moja, na hizi ni, ni viandarua ambavyo vinasaidia kutekele, kupambana na mbu ambao umeota usugu. Mbu mwenye usugu kwenye dawa moja anauawa na dawa ile ya pili. Kwa hivyo viandarua vyenye dawa hizi mbili imekuwa ni, ni kichocheo kikubwa katika mapambano dhidi ya malaria. Niulize bila shaka hatua ya Marekani kusema kwamba itasitisha ufadhili itakuwa na changamoto. Pengine mnakisia tutakuwa na upungufu wa ufadhili wa kiasi gani na nini ambacho tunahitaji kufanya ili kuhakikisha kwamba pengo hilo halitarudisha nyuma juhudi ambazo zimeshafanywa tayari. Hatuna hesabu kamili kujua kwamba hii itachangia kwa kiasi gani, lakini eh, ni, ni jambo ambalo liko wazi, wazi. Ni dhahiri kwamba uh, kusitishwa huko kutachangia uh, ucheleweshaji wa kupatikana bidhaa muhimu katika kupambana na malaria, lakini pia uh, maeneo mbalimbali ambayo tumekuwa yalikuwa ya ushirikiano na, na taasisi zile za, za, za Marekani, hiyo kidogo inatia hofu lakini binafsi na watu wengi wanaamini kwamba hii ni kengele ya kutuamsha sisi. Sisi kama bara la Afrika na, na wananchi wetu, ni muhimu kwamba tuone kwamba hili tusilichukulie tu kama kitu hasi, tukichukulie kwamba ni kitu kizuri kwa sababu kitaongeza uwajibikaji wetu na kuona umuhimu wa sisi wenyewe, kwa sababu tatizo hili ni letu na hakika tukijipanga vizuri tutaweza kuzalisha hizo resources zinazotakiwa kwa ajili ya kuziba pengo hilo ambalo sasa hivi baadhi ya taasisi mbalimbali ikiwa pamoja na Alma zinajaribu ku, ku, kutafuta hizo takwimu za uhakika kwamba hili eh, hu, hi, uh, ma, usemi huo kutoka Marekani utachangia kiasi gani, na hakika kwa muda si mrefu tutapata ma, majibu yake. Na kama taasisi za kikanda, sijui mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunatanua zile mikakati ya chanjo ya malaria. Kumbuka kuna baadhi ya nchi ambazo tayari zinafanya chanjo ya malaria. Chanjo ya malaria ni tool mojawapo ya, ya kupambana na malaria, lakini siyo peke yake, kwamba tuitegemee hiyo peke yake. Uh, lazima chanjo ya malaria itumike kule ambako inapo inapowezekana kutumika, lakini tuelewe kwamba ile mikakati yetu ambayo tulikuwa tunaitumia huko nyuma tuendelee nayo kwa sababu hii ni nyongeza tu, na ndiyo maana katika baadhi ya maeneo ambayo taasisi yetu ya Alma ina, inaweka mkazo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa uh, tuna tunafanya kazi na wale watu wenye technology, ili, innovation katika research na, na, na maendeleo ziweze kutumika katika kuzalisha bidhaa zitakazoweza kupambana na, na malaria. Joy Pumafi anaamini pia iwapo swala la Afrika kutumia vizuri utajiri wake wa madini inaweza kulijaza pengo hili la ufadhili. We have to source funds from the African continent.

Lazima tupate fedha hizi kutoka bara ya Afrika. Afrika ni tajiri, ina utajiri this, wa madini, ila tu rasilimali zetu zimekuwa zikitoroshwa nje na tumeruhusu hili. Tunahitaji kushirikiana na kampuni zinazochimba madini ili tusiwe tunatoa tu mali ghafi na bidhaa zenyewe zinatengenezwa nje ya bara. Tunanunua dawa zetu zote kutoka nje. Kwa nini? Kwa nini tusiwe na viwanda na viwanda vyetu hapa, na viungo vinavyohitajika kutengeneza dawa vinapatikana bidhaa moja inayotokana yeah, na utakatishaji wa mafuta yeah, ni polyethilini, kiungo muhimu which cha kutengeneza neti. Tuna mali ghafi, tuzalishe neti hapa badala ya kuuza ili China watutengeneze. Hivi karibuni shirika la afya duniani WHO lilitangaza Cabo Verde na Misri kama nchi za hivi karibuni kufanikiwa kumaliza malaria. Hata hivyo, mwaka 2023 nchi za Afrika zilichangia maambukizi milioni 250 za malaria ambayo ni sawia na maambukizi asilimia 95 ya maambukizi yote ya kidunia, vilevile vifo vile karibu laki sita. Ni matumaini kuwa bara Afrika litazingatia changamoto moto hii na kuja na mikakati zaidi kufikia lengo la kuangamiza malaria kufikia 2030. Mimi ni Carol Corel, hadi wakati mwingine, kwaheri.